Nikiusoma msikilizaji, ameandika Sigalo Nzebele kutoka Kigoma, anauliza hivi: kwenye vyeo vya Roman Catholic ni cheo gani kilicho nyuma ya Papa? Ukitoka kwa Papa, anayefuata ni patriarka. Mwingine atasema ni kardinali, lakini kama patriarka ni kardinali, basi huyo ndiye anayefuata, kwa sababu patriarka ni yule aliye na madaraka makubwa katika sehemu yake. Anatazama liturgia ya watu wake anatazama vitu vingi, anaweza akavigeuza katika patriarka yake. Kwa sababu palikuwepo zamani, palikuwepo na papa na patriarka nyingine. Zilikuwa patriarka tano, moja ya Roma iliyokuwa chini ya papa, nyingine ya Yerusalemu, nyingine ya Antiokia, nyingine ya Aleksandria na nyingine ya Konstantinopoli. Ikawa Konstantinopoli na Yerusalemu zilikuja baadaye, na hawa mapatriarka kila moja alikuwa na utawala kabisa, na papa alikuwa nawaunganisha katika imani lakini mambo ya liturujia kila patriaka alifanya kivyake, lugha ilienda ili kivyake, na masheria mengine. Kwa hivyo unakuta wale walikuwa wa mashariki walikuwa wanaoa wanaoa mapade, wa ma, mapade wa magharibi walikuwa hawaoi, hivyo sheria zilikuwa hazifanani, ili walikuwa wanafanana katika imani. Bahati mbaya patriaka za mashariki zikafifia, zilipotekwa na Waislamu, ndio sababu hazikuwa na nguvu tena lakini vinginevyo zote zilikuwa na nguvu. Halafu Papa alikuwa ndiyo kiongozi kati ya viongozi. Halafu baadaye ukarinali huo ulikuja baadaye. Kitu kikubwa cha ukarinali ni kuweza kumchagua Baba Mtakatifu.